Uliza ili neno kisha unasema ile haja ha yako. Haya, na hadithi nyingine wa an Buraida radhiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sami'a rajulan, kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam aliwahi kumsikia mtu yakulu anasema allahumma, ewe mola wangu wa haki, inni, hakika mimi asaluka na kuomba wewe, biani kwa sababu tu mimi, ashhadu anaka anta Allahu, nashuhudia kwamba wewe ni Mwenyezi Mungu wa haki, la ilaha illa anta, hakuna mola mwingine zaidi yako wewe, al ahadu, mpweke, asamadu, mwenye kutegemewa katika haja zote na kukusudiwa kwa kila shida, alladhi ambaye, lamyalide haikuzawa walam yulad wala hakuzawa, walam yakun lahu kufuan ahad na wala hakuwa yoyote ni kifani chake. Mtume sallallahu alayhi wasallam alimsikia mtu akisema maneno hayo. Maneno gani? allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka anta Allahu la ilaha illa anta alahadu aswamadu alladhi lamyalid walamyulad walamyakun lahu kufuan ahad. Neno ndo hilo Eh, Allahumma inni as'aluka, e, mola wangu wa haki, hakika mimi nakuomba wewe kwa sababu mimi nashuhudia, hapana mola ila wewe, mola ambaye ni mpweke mwenye kutegemewa kwa haja zote, ambaye hakuzaa wala hakuzawa na wala hakuna yoyote anayefanana na yeye. Mtume salasalam alimsikia mtu akisema maneno hayo, faqala mtume akasema akamwambia yule mtu, laqad sa'alta Allaha bilismi lladhi, wewe leo umemwomba Mwenyezi Mungu kwa jina ambalo idha su'ila bihi, akiombwa kupitia jina hilo, aata, anatoa, wa idha du'iya bihi, na akiombwa kupitia jina hilo ajaba hujibu Mwenyezi Mungu. Umeona ismullahi alazim? Kwa hiyo unapata tabu au mimi napata tabu au yule anapata tabu, tunazunguka kwelikweli kumwomba Mwenyezi Mungu subhanahu wataala. Na wakati mwingine sisi kwa nafasi zetu, anakuja mtu anakwambia, bwana, nitafutie ile dua ile yenyewe kabisa, ile ya uvunguni hiyo, mwambie Mwenyezi Mungu, allahumma inni asaluka biani ashhadu annaka la ilaha illa anta al ahadu asamadu aladhi lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Maneno mepesi tu, sema maneno hayo. Hiyo ndio dua ya ndani ya ufunguni usipate tabu. Sheikh, nipe ile yenyewe maana manake tunapata tabu, kila mtu ukimwambia ni baba, nataka ile. Zaidi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kubainisha na kuweka wazi anapatikana, hakuna anayepatikana zaidi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam anamwambia yule mtu, wewe umemwomba Mwenyezi Mungu leo kwa jina ambalo akiomba Mwenyezi Mungu kupitia jina hilo ata, hutoa wa idha suila bihi ajaba, na akiomba Mwenyezi Mungu kupitia kwa jina hilo hujibu. Haina haja mimi na wewe tukahangaika. Sasa tukatafuta madua, tutapewa madua mazuri mazuri, kwa ijaza kutoka kwa mashaka zetu. Hii ijaza anaigawa mtume sallallahu alaihi wasallam ya wazi kabisa basi tu, shetani huwa ana nguvu akakufanya wewe kila ulichokuwa nacho mbele ukiona kidogo kitoto katiti hakina maana, yote ni jambo kubwa sana. Mwenyewe Mtume sallallahu alaihi wasallam amemsikia mtu, ame mtu akamwambia. Tena inavyoonekana dua hii hakuifundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini katika zile sunna tutakiriria sunna za takriri kwamba mtu a, a, anafanya au anasema jambo mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, alafu yeye Mtume analikubali. Ndio kama hivi eh. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu atujalie kila laheri, tuitumie dua hii na ikariri kariri hii, ili ihifadhi, uwe unamwomba Mwenyezi Mungu. Na namna yake ni nini? Kama tulivyosema kule, eh, unaomba dua yako unayoitaka, kisha unamwambia Mwenyezi Mungu kwa maneno haya ya rabbi, mimi sina kazi ya mfano ya rabbi, mimi sina watoto au Mwenyezi Mungu nao watoto lakini hawanisikii hawanitii, au nayo kazi hainilipi, au au au, tuna mambo mengi sana. Mimi imamu msikitini, lakini mpaka sasa hivi maisha magumu, sina mshahara, waumini hawanikubali, fanya vitu kama hivyo we eh, au mimi mwalimu wa madrasa. Eh, mwalimu wa madrasa madrasa kama unavyomjua Mwenyezi Mungu. Ukishamaliza sema hivi, Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka anta Allahu la ilaha illa anta